Watu wabaya wanakuja wanakutoa kwenye nafasi yako. Sasa wewe unabaki tu ukitaka kukaa ukai. Ukitaka kufurahi furahi. Angalia anavyoteseka dada. Mama fanya dada ka. Ka. Kalia kiti chako. Usinyanyuke, kalia kiti chako. Kalia kiti chako. Unaogopa? Kalia, msukume. Msukume. Sukuma kule. Si unaona sasa. Si unaona sasa. Watu kwenye ulimwengu wa roho, nafasi zenu ziko hivi. Ndoa yako yukane kalia, yani wewe ni kila siku unaona alivyo kanang'ang'ana, anang'ang'ana themani. Na nimekosea nini? Sukuma leo, nimetumwa na Bwana. Malaika watakwenda kwenye kiti chako, atakamatwa huyo, atambia toka, nenda kule, alafu tarudi kaa kwenye kiti. Ah, kuna watu watatu wameshanielewa kuna watu watatu wameshanielewa. Aliye mnyima mme wako kazi, apisha hiyo nafasi. Aliyempinya kaka yako kazi, apisha hiyo kazi. Nafasi yako naiona, nafasi yako naiona, nafasi yako naiona Kwani walisemaje kitabu cha Zaburi tulisoma saa ile? Husemezana, msimpe hiyo nafasi, asikalia hapo, asiolewe hivi. Nataka nitangaze, nafasi yako utakalia, nafasi yako utakalia, nafasi yako utakalia, nafasi yako utakalia. Ile nafasi Bwana aliahidi lazima utakalia. Unaona, watu saba wanakalia nafasi zao. Kwenye kubeba mimba watabeba mimba na watazaa. Kwenye kumchukuza jemedari wa vita, watamchukuza usiku nao Kwambia kiti unachokalia sio cha kwakounakalia Ay. Kiti cha magonjwa miaka na miaka ni magonjwa tu, miaka na miaka ni faraka tu. Sema leo kiti hiki cha mateso naacha. Samba, sema naacha ye yeah, kiti hiki cha mateso naacha naachan. Kuna watu viti mnavyokalia ni viti vya mateso sema, sema viti viti vya mateso. Viti vya mateso, mateso. Tuseme udada kiti chake ni cha amani? Kuna mikosi, kuna mateso. Akikaa hivi mara ang'atwe, akikaa hivi mara atukanwe, akikaa hivi na sodewa, akikaa hivi mama mko anainuka, akikaa hivi sunana anainuka, akikaa Kinyui, kiti kina raha kila saa. Unajua kuna mtu anakaa kwenye kiti kina raha, anaitwa anafanya tu hivi, anafanya tu hivi. Yani kuna watu viti mlivyokalia sio vya kwenu, mara useme sijui kama nitadumu kwenye ndoa, sijui kama nitashinda kwenye boma, sijui kama ni watoto wangu, hatima yangu ni nini? Kiti kinakutesa. Lakini kiti chako kikalia, unakaa unakunywa juisi, unafurahi unacheka. Leo no, natangaza kinabii, kiti chako nakiita. Hebu sema kiti changu kinaletwa leo. Sema kila kiti iliyoibiwa nafasi iliyoibiwa lazima itaachiliwa. Sasa hakunaga mfalme penye mfalme, hakunaga kiti penye kiti. Yani ukishakalia kiti chako hakunaga naye tawala zaidi yako. Sasa wewe utawali, kwa sababu mwenye hiyo kiti hamna wewe, haupo. Nataka watu wakatawale mwaka huu, nataka watu wakatawale mwaka huu. Guse mwenzako bega, mwambie mwaka huu ni mwaka wako haijalishi wamesemezana mama mko na vijana wake sijui na watoto wake sijui na nani wakasema huu nyoka ataondoka tu haka kama mwanaume kijana wangu kamekamatwa pia waambie una balaa bluu maana nafasi nilionao kwenye ndoa ni kiti ambacho nimekabidhiwa na mbingu na hicho kiti hakuna atakayekalia aroboshaka k hakuna, hakuna, hakuna, hakuna, hakuna sema sema kwa sauti kila aliyekalia kiti changu aondoke saa hii Una imani? Waondoke! una imani? Waondoke! wa sema, aliyekalia kiti changu ondoka, nasema ondoka, aliyekalia kiti cha afya cha kazi, nisipendwe nisionekane, sema fire. fire fire, fire, fire. Tuma sema, fire, fire, fire. Sema kila mtego waliotega na warudishia jioni ya leo, sema jioni narudisha, narudisha Sema hawatanitesa tena. Nakwambia mwanangu, ukirudi kwenye position yako mtu sahihi atakuona. Ukirudi kwenye position yako vitu sahihi vitakufuata. Nataka mwakau, neema ya Bwana iwe juu yako. Wangapi wana imani jamani? Wangapi wana imani jamani? Sema kila aliyenivua utukufu lazima atapigwa leo. Anasema mstari ule, wangapi? Mstari wa kumi na moja anasema hivi, "Tazama," ameziwasha ghadhabu zake juu yangu, akanihesabia kuwa mmoja katika watesi wake. Jiai kuona adui wako na anakutesa, alafu anafika mahali anakuhesabu mojawapo ya adui wake. Yani we unamwita adui na anakuita adui, anakushughulikia sawa, sawasawa anakuhesabu miongoni mwa adui zako zake. Sema safari hii na mwanangu, katika maombi ambayo nitaenda kufanya leo, acha huruma, acha nini, acha nini, acha nini. Sikiliza, nikupe siri ya ulimwengu wa roho. Ukisema katika jina la Yesu na kupiga, ni kweli, katika ulimwengu wa roho adui wake anapigwa. Ukisema katika jina la Yesu anayenitesa tesa, na namweka shimoni, ni kweli, katika ulimwengu wa roho anawekwa shimoni. Ukisema katika ka jina la Yesu, haya magonjwa ambayo nimevalishwa na yavua, napeleka kwa aliyenipa. Ukweli ni kwamba ukitamka kwa imani, malaika wanachomoa, wanaingiza kwa mtesi wako. Unashangaa naye anaanza kupata hayo matatizo. Si kama kuna watu watatu wanataka kuvua, nafasi ya kishetani urudishe kwa wahusika. Sema yeyote aliyenitesa ajiandae, ni store. Sema store yangu hiyo, ya kuweka takataka zote Boyo. Anayekutakia mabaya mtangazie, mwambie jiandae, utakuwa stoo yangu. Anasema kwenye kitabu cha Kutoka anasema adui zako nitakuonyesha, adui zako watakuonyesha maungo na utawatandika. Halafu anasema maradhi waliokuingizia, utawaingizia wao, nitaweka juu yao. Kwa hiyo unachokibeba leo tunakitoa leo, naingiza kwa adui wako, naingiza kwa adui wako. Kama alikutesa na presha, presha imwandame. Kama waliweka HIV, HIV ame kwanza kwake. Kama waliweka nyoka tumboni, kabla ajafa tunachomoa nyoka, tunaingiza nyoka kwenye tumbo lake. Kama waliingiza kenza kwenye tumbo tunachomoa kenza tunaingiza kwao kwanza. Kama ulizika watoto tunaingiza wazike kwanza na wao, ili waone uchungu jinsi ulivyoteseka. Kabla hawajafa adui zako wateseke kama ulivyoteseka. Nasikia ni kwako. Kama tutaomba kwa imani, mwaka huu haitaisha. Utasikia vituko mitaani, utasikia vituko mitaani. Ninajua naandama, wacha wananiandama vibaya, lakini nimesema sifimwa. Watakufa. Maadamu unakuja hapa tuungane pamoja, watakufa, watakufa, watakufa. Ninakata utaacha watoto wako, utaacha mme wako, utaacha ndoa yako, walete faraka, walete maneno, wasemezane wao kwa wao, waseme tumemaliza. Nataka nitangaze kama nabii wa Bwana, hawajamaliza, ndio tunaanza safari, ndio tunanyanyua safari. Tingishe mwenzako, mwambie ndio safari imeanza. Nguse mwambie, leo wanabala bluu, tingishe mwambie wanabala bluu, ndio safari imeanza. Hey, mwambie safari ndo imeanza. Nguse mwambie ndio safari imeanza. Sijachanuaga ndio nitachanua mara kumi. Sijanenepaga ndio nitanenepa mara kumi. Arobasha kangalia, sijui kama kuna watu watatu. mwambie, bado mwezako bado. Mwambie bado, bado, bado. Nataka mwanangu mwanaka huu wanaosemezana juu yako ifike mwisho wa maneno yao. Ifike mwisho wa maneno ya sura mwambie sura sio ya kwako, mwamini Mungu. Mungu aliyewabadilisha wengine, hata kwako atakubadilisha. Mungu aliyewatendea wengine, hata kwako atakutendea. Mungu aliyewanyanyua wengine, hata wao atakunyanyua. Walioshuhudia kwenye madhabahu kwamba wamepata kazi, wamepona, bado yule Mungu yupo, hata kwako atafanya mpaka maadui washangae. Hivi kuna watu watatu kule wanasema, narudi kwenye nafasi yangu mangalimeza kumwambia bado, unajua, bado sijawahi kusukaga, sijavaaga bado, sijazaaga bado. Yaani nitazaa mpaka watasema toba. Wambie bado sijajenga, bado mtajenga mpaka watasema toba. Sinanelewa vizuri, elewa na vizuri na. Sasa tumwambie bado, sijazaa nitazaa vizuri, mpaka mtasema toba. Nitainuka mpaka mtasema toba. Nitajenga mpaka mtasema toba. Nataka ifike mahali wa kuite free mason, waambie ni kweli mimi ni free mason. Bwana niliye mwamini ni shujaa wa msalaba. Mguse mwenzako mwambie, vipi wewe una imani? Mguse basi mwambie una imani, angalia kwenye macho mwambie vipi wewe. Mwambie madhabahu inasema leo unarudishwa kwenye pozisheni yako kwenye nafasi yako. Kahaba ajiandae kuda kuda ajiandae. Na hata kama uko hapa kahaba mbaya, umekamata mume wa mtu, naomba umwachie mume wa mtu. Unalaana bluu, narudia, unalaana bluu. Kahaba mzinzi, kama unanisikiliza, mwachie mume wa mtu. Huna hata huruma jamani, unapokea maliboro yote, unalaana kweli. Leo watoto waendi shule, je sababu yako wewe

Baba hajakutaja wewe, lakini kama uliwahi kula hela ya mume wa mtu, mguse basi. Mwenzako mguse, hata kama atanichukia. Mwambie wewe, simpa, angalie chini. Mwambie baba amesema nikusemeshe. Mwambie wewe, kama uliwahi kula hela ya mume wa mtu, utaitapika. Mwambie kama uliwahi kupokea maliboro ya mume wa mtu akakupa yote yule mama anakamua mboga watoto wale, na unyanyua miguu hivi. Oho, leo tunachanganya hayo machozi. Sinajua wale watu hawako hapa eh. Wako kule Moshi, walioko hapa ni watakatifu. Jamani, kusemeza kwamba walioko hapa ni watakatifu, hamna shida, lakini kifimbo kikipita hapa leo tunakwenda kutegua mitego. Nakwambia, utapotwa na kitu ambacho yani sijui juu yani washangaa tu. Yule mwanamke akikuangalia hivi anasema mbona sio yule ambaye nilikuwa nampenda? Nakuambia switi uh, switi nini, namkumbuka mke wangu, acha nikimbia kwa mke wangu. Nakwambia kuna matatizo haya, kuna angalia, kuna watu wanaachiliwa, kuna watu wanaachiliwa, kuna watu wanaachiliwa, kuna, kuna mtu anaumia. Nikisema hii kitu mwambie wewe, wewe sio wewe, timwambie wewe, ila kama ni wewe, muache kijana wa watu mwingine anamshika kijana mdogo, mpaka ajengi li mama likubwa. Unashika kijana mdogo ajengi, hakumbuki wazazi wake. ha, yani una pepo baya, na Elisha akiachia maombi hapa, nakwambia mguu mmoja utapanda, mguu mwingine utashuka, utakuwa yani utakuwa kibokoo.